Hey mambo vipi? Karibu sana tunaendelea na kujifunza MySQL na tayari tumeshajifunza baadhi ya vitu huko nyuma katika video zilizopita na tume umeshaangalia video zilizopita. Leo katika video hii kuna kitu kingine ambacho tunakwenda kujifunza ambapo ni hii keyword ama command ya where. Hii ni sehemu tu ambayo inatumika katika ile Select statement yetu ambayo tumekwishajifunza jifunza katika video ya nyuma huko katika mfululizo huu wa kujifunza MySQL. So pale katika ile command ya SQL ya select ile queries tunaongeza hiki kitu hapa ambacho ni where, ambacho kinakwenda kutupa condition fulani maalum kwa ajili ya ku retrieve data zinazopatikana kutokana tu na condition hiyo ambayo imewekwa hapo. So hii inatumika kuweza kuchuja data kutoka kwenye table kwa kutumia condition maalum hii where. So tutaenda kuona kolamu zote katika tebuli yetu na kuona zile data, tutakuwa na uwezo sasa kuweka condition fulani. Wateja wote ambao wana hiyo condition ikiwa ni true, basi tuweze kuwapata wateja wao, kama hamna, basi iweze kutuonesha pale ni empty set na vitu kama hivyo. So ukiangalia syntax yake inavyokuwa, unaanza na select kama kawaida, unaandika kolamu zako ambazo unahitaji kuvuta hizo data, lakini unaendelea na kuandika from jina la table yako kama kawaida. Tumeshajifunza hii statement ya select inayofanya kazi na kuandikwa katika video zilizopita, lakini baada ya hapo unaongeza na hii where. Baada ya kuandika from table name, unaongeza na where, unaweka condition yako. Kwa mfano, select all from customer where city ni sawasawa na Dodoma. Select customer wote katika table ya customer. Sasa endapo hatukuweka hii where basi customer wote wangeonekana pale lakini tumeweka condition where city, mji, katika hao wateja iwe ni sawa sawa na Dodoma. Kwa hiyo hapa wateja wote ambao watakuja kutoka katika table hii ya customer watakuwa ni wale ambao wanapatikana katika uh, Dodoma, city yao ni Dodoma, inasoma hivyo. So acha tuweze kuona operators sasa zinazotumika kwenye hii where. Kuna operators ambazo pia zinatumika kuweza kuweka condition hizo katika hii wakati ambapo tuna retrieve data fulani. So kuna hii sawa sawa, I mean equal to, kuna greater than, kuna less than, kuna greater or equal, kuna less or equal, kuna na hii not equal. Tutaenda kuziona hizi jinsi ambavyo zinatumika katika hii condition yetu katika hii command keyword yetu ya where pale ambapo tutakwenda kuitumia sa. So, mfano city Dodoma, price ni greater than 1000. Pengine unahitaji wote wale ambao wamenunua bidhaa ambayo ni zaidi ya elfu moja, pengine unataka uwapatie punguzo la hiyo bidhaa nyingine ambayo atachukua unaweza. So, unaweza retrieve data kwa kuweka condition hiyo, wateja wote ambao wamenunua bidhaa ambayo ni kubwa ya bei hii basi niweze kuwaona hapa ili basi niweze kuwafanyia punguzo. Vitu kama hivyo unaweza kuvifanya kwa kupitia hii where. So, tende moja kwa moja katika command line yetu na tuweze kuoneshana basi jinsi ambavyo hii where inavyotumika. Kabla yote, tutatumia table yetu ile ile ambayo tulikuwa nayo awali ya customer, na baada ya hapo tutakwenda kutumia table ya nyingine ambayo tutatengeneza ya product. So, tutakuonesha mfano mmoja hapa wa hiyo ya kutumia where city sawasawa na Dodoma. So tuandike hapa select all from nini, table yetu ambayo ni customer. Tunaweka sasa keyword yetu hii ya where, kisha tunaandika condition yetu hapa city. City kumbuka, ni column ambayo ni hii katika table yetu ya customer. So city ni sawasawa na kitu gani? Sawasawa na city gani? Let's say Tanga. Kwa hiyo hapa kitakacho kwenda kuchukuliwa ni customer wote wale ambao city ni sawa sawa na Tanga maana lazima hii condition ilete true. Kwa hiyo hapo ukiangalia ambaye anaishi katika mji huu wa Tanga ni mmoja tu ambaye ni Peter Joseph. Tungekuwa tuko nao zaidi ya mmoja basi pia wangeweza kuonekana wote. Kwa hiyo hapa tukiclick enter tayari unaona kaja huyu Joseph tu pekee yake Peter Joseph ambao ID yake ni sita na ndio ambaye anaishi Tanga ama city yake ni Tanga. So unaona hapo tumeweza kuweka condition. Tumeselect all lakini tayari tukaweka condition ambao ha, hana city ya Tanga, aishi Tanga, basi isiweze kuonekana. So hapa tuliyompata ni huyu tu. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia mfano mdogo wa hii where. Sasa wacha tutengeneze table nyingine ambao tuiite product na tuoneshane hizi operators ambavyo zinatumika katika hii keyword ama hii uh, SQL statement ya where. Okay, so hapa create table yetu nyingine ya product tunaiweka katika Uh, database yetu hii hii ya duka. So product tunafungua bano letu, tunafahamu sote jinsi ya kutengeneza table okay? So product id ambayo ni integer int, kisha bila kusahau koma mwishoni mwa kila column, product name varchar, tuweke size let's say 50 Koma, tumalize na column ya mwisho ambayo ni price, tutakao kwenda kuitumia basi tuoneshane hizo operators jinsi ambavyo zinafanya kazi. Decimal tumeshajifunza kuhusiana na data type, kwa sio vitu vigeni hivi ambavyo unaviona hapa leo. Kama bado ufahamu, angalia video zilizopita tayari, nimeshafahamisha so. Baada ya hapo, tutafunga bano letu, tutafunga semicolon. Tayari tumetengeneza okay. Kuna errors, hatukufanikiwa kutengeneza table. Create table errors inasema vipi? You have an error in your SQL syntax, check the manual Okay, kuna error at line 1. Line 1 ni ipi? Create. Okay, table. Hatujaandika vizuri. So, wacha tuweze kurudisha utatumia arrow key hizi haraka haraka kuweza kurudisha mstari iliopita ile. So, create table hapa ilitakiwa ije. Table kama hivi. Then so enter, nitarudisha tu haraka haraka hapa. Tunaanza na product ID, product name, okay? Alafu tunamalizia na price. Kisha tunafunga mabano yetu haya. Tumemaliza so, query okay, zero row affected tayari. Kwa hapa, tukiweza ku show tables katika hii database yetu ya duka, utaona tupo na tables mbili, customer na product ambayo tumeingiza sasa hivi. So, kabla ya kuweza kutumia ile select na kuweka condition yetu katika where, wacha tuweze ku insert data katika hii table yetu ya product. So, tutatumia ile insert, tumeshajifunza katika video iliyopita insert, no sorry, into tutaandika jina la hiyo table yetu product, kisha tutaandika column zetu so, nitaandika mimi column zote product, ID, comma, product name, comma, price. Okay, then tutaweka values. Values ya kwanza itakuwa ni one. Kumbuka ni id ya kwanza, product id ambayo tumeweka int, ya pili hii tutaweka let's say, laptop koma tutaweka hapa bei yake price, utafunga, then tutatenganisha na koma kwa vile tunahitaji kuingiza data zaidi ya moja. I mean, tunahitaji kuingiza uh, price zaidi ya moja hapa, so tutafungua, tutaweka tu id ya pili, product name ya pili hapa, let's say mouse, koma tuandike bei yake 15, then itakuwa ni dola hizi. So baada ya hapo koma tuweke na ya tatu hapa value yetu ambayo itakuwa ni 3 koma, hii itakuwa ni keyboard. Kisha tuweke 30. Okay, inatosha, data hizi tu zinatosha hapa kufanyia eh, mazoezi. Then baada ya hapo tutafunga, kumbuka kufunga kwa semicolon mwisho. Tayari recorded 3 tayari tumeweza kurecord. Let us say, hizo tatu. So, hapa, tukiweza sasa hivi kuselect all select all From products. Table yetu unaona hapa data zetu hizi hapa ambazo tupo nazo katika table yetu ya products tayari ambazo tume insert muda so mrefu hapa juu so, wacha tuweze kuona sasa jinsi gani ya kutumia hiyo where kwa kuweza kutumia hizo operator mbalimbali ambazo mbali tumezionesha kama ile ya Waya kitu gani? Price. Price ni column yangu ambayo imo katika hii table ya product. Na hii condition yangu hapa ni greater than ngapi? 100. Kwa hiyo sasa wale wote ambao watakuwa zile product zote ambazo zitakuwa ni greater than 100 katika price basi zitaweza kuonekana, ambazo sio hazijazidi 100 hazitoweza ku display. So hapa nikiweka semicolon kutamatisha tayari, unaona hii 1200 price ambayo ni laptop peke yake ndio ambayo imezidi hii condition yetu imeleta true, imezidi mia moja na ndio maana ikaonekana hii tu, lakini hizi mbili, mouse na keyboard, hazikuweza ku display hapo kwa sababu tayari zipo false katika hii condition ambayo tumeweka. Maana yake hizi zipo less than hii mia moja ambayo tumeweka katika condition yetu. So unaweza pia ukajaribu kuweka nyingine hapa, let's say tuweke select all from products, au wacha tuondoe hapa tu, select product name, moja kwa moja product name, tusichukue all, na baada ya hapo from product table yetu where tunaenda kutengeneza condition yetu ikiwa price ni less than ama equal to 30 okay? Semicolon, click enter. Tayari tumeletewa hapa mouse na keyboard. Kwa vile tumetumia product name tu, hatukuweka nyota kumaanisha column zote zi display. Kwa hiyo hapa imekuja just ni product name tu, column hii ndio ambayo itaonekana. From product where price ni less than or equal to 30, ukiangalia hizi zote hizi 15 ni ndogo ya 30, na hii keyboard ni 30. Kwa hiyo hapa inaleta jibu la true, na ndio maana zikaonekana hizi mbili. Lakini hii huku ni greater than 30, na ndio maana haikuweza kuonekana hii laptop. Okay, so nadhani utakuwa umenielewa hapo. Kwa hiyo unaweza kujaribu huko na wewe ukafanya mazoezi kwa kupitia hii where kutengeneza condition mbalimbali. Mfano katika table yetu ya customer, let's say unahitaji kuselect, kwa sababu majina unajua yanafanana muda mwingine au wateja wako wanaweza kuwa na majina sawa zaidi ya mtu mmoja. Kwa hiyo pengine wewe unahitaji kuweza kujua sasa jina fulani, wateja wenye jina hilo wako wangapi? Unaweza kuselect all from, mfano table yako ya customer, ukaweka hapa keyword yako ya where, ya ukatengeneza condition yako, let's say name, unajua kolamu ya name muhimu katika table yako ya customer, so utaweka sawa sawa, utaweka mfano nahitaji niweze kupata customer wote wenye jina hili Fatma Said, so pale wanakuja customer wote ambao watakuwa na jina hili. Sisi hapa yupo mmoja tu katika table yetu ya customer, lakini wangekuwepo zaidi ya mmoja, basi wangekuja hapa Fatma Said Said, zaidi ya mmoja. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia hii where kuweza kutengeneza condition na kuweza kupata specific data ambayo unahitaji katika database yako. Very simple, natumai umeweza kujifunza, na umeweza kunielewa. Kama una maswali yoyote, kuna sehemu hujanielewa, unaweza kuniambia katika sehemu ya comment chini ya video hii tukaweza kusaidiana zaidi. Sina la ziada leo tuishie hapa, jaribu kufanya mazoezi huko, kutengeneza condition mbalimbali kutokana na table ambazo upo nazo na data ambazo umezingiza, basi utaweza kuelewa zaidi kuhusiana na hii where jinsi ambavyo inatumika katika hii select statement. Sina la ziada, mimi na wewe tukutane kwenye video inayofuata takuja kuendelea na kitu kingine, nadhani ni update statement. Takuja kuingia kuona jinsi gani ambavyo tunaweza kuupdate data zetu katika table zetu. Asante.